Mtazamaji na msikilizaji wetu mpendwa, na kukaribisha kwa moyo mkunjufu kwenye yanayojiri mitaani TV. Hii ni sehemu ya kipekee ambapo tunazungumzia kwa uwazi, kwa lugha rahisi, kuhusu mambo ya afya, lishe bora, na hekima za mitaani zinazoweza kubadilisha maisha yetu ya kila siku. Leo tutazungumzia tunda ambalo wengi wetu tunalipenda kwa ladha yake tamu na rangi yake ya kupendeza nanasi. Je, unajua kwamba ndani ya nanasi kuna dawa ya asili ambayo hu huwezi kuipata kirahisi hata katika maduka ya dawa? Watu wengi huli hulila tu kwa sababu ni tamu, lakini hawajui kwamba nanasi lina uwezo wa kupambana na magonjwa makubwa kabisa, na tunda hili linapatikana kwa bei rahisi tu sokoni. Sasa hebu tutafutane pamoja, tujifunze nini haswa nanasi linafanya mwilini. Kuna mama mmoja nilizungumza naye pale Gikomba, Kenya. Aliniambia tangu aanze kula nanasi nasi kila, kila jioni kwa kipande kimoja, ameacha kuumwa na tumbo mara kwa mara. Pia alisema usingizi wake umeimarika na hajaenda hospitali kwa muda mrefu sasa. Alipoulizwa alisema kwa tabasamu, "Siri yangu iko kwenye matunda." Hiyo ni nguvu ya nanasi, tunda rahisi lakini lenye matokeo makubwa. Kitaalamu, nanasi lina virubutisho kama vitamin C kwa wingi, bromelain, enzyme ya asili inayosaidia mmeng'enyo wa chakula na kupunguza uvimbe, pamoja madini ama, maganaiz, ya manganese ambayo yanasaidia mifupa kuwa imara. Haya si maneno ya kutunga. Tafiti zimeonyesha kuwa bromelain inaweza kusaidia hata katika uponyaji baada ya upasuaji au majeraha kwa haraka zaidi. Watu wengi huogopa kula nanasi wakidhani linaongeza asidi tumboni, lakini hilo halimhusu kila mtu. Kinyume chake, nanasi linaweza kusaidia kutuliza tumbo, kusaidia choo kuwa laini na hata kuondoa gesi tumboni. Cha muhimu ni kula kiasi na njia sahihi, na zaidi ya yote, kula tunda zima badala ya juisi yake, ndiko utakaponufaika sana. Sasa twende tukaangalie mmoja baada ya nyingine, faida sita kuu za tunda hili la nanasi kwa mwili wako, na usiache kutazama hadi mwisho kwa sababu faida tano inagusa moja kwa moja kinga yako ya mwili na wengi hawajui kabisa tunda la nanasi. Faida sita za tunda la nanasi. Huimarisha kinga mwilini. Nanasi lina vitamini C kwa wingi, ambayo husaidia mwili kupambana na vimelea vya magonjwa. Ni tunda bora kwa kukinga mafua, kikohozi, maambukizi ya kawaida. Pili, husaidia usagaji wa chakula. Bromelain ndani ya nanasi husaidia kuvunjavunja protini tumboni. Hii hupunguza matatizo ya tumbo kama kuvimbiwa, ges, gesi, kuchoka baada ya kula. Hupungu, nanasi hupunguza uvimbe mwilini. Tatu, nanasi hupunguza ku, kuvimba mwilini, kama unapata maumivu ya viungo au mwili wako huvimba ovyo, bromelain husaidia sana kupunguza uvimbe na kuleta nafuu kwa haraka. Nne, nanasi huimarisha ngozi na nywele. Vitamin C na antioxidant zilizopo kwenye nanasi husaidia ngozi kuwa laini, kung'aa na nywele kuwa imara zaidi. Tano, nanasi hujenga mifupa imara. Nanasi lina madini ya manganese kwa kiwango kikubwa, ambayo ni muhimu sana kwa ujenzi wa im, na ujenzi na uimara wa mifupa. Hupunguza hatari ya saratani. Sita, nanasi hupunguza hatari ya saratani. Tafiti zimeonyesha kuwa bromelain na antioxidant ndani ya nanasi huweza kusaidia kupunguza hatari ya saratani kwa kuondoa sumu na seli hatari mwilini. Kama umejifunza kitu kipya leo, usisahau kulike video hii, kukomenti na kusubscribe hapa kwenye yanayojiri mitaani TV. Tunakuletea mafunzo ya maisha, lishe bora, tiba rahisi kutoka mitaani yenye ufanisi mkubwa. Na kama unataka kujua kuhusu matunda mengine yenye nguvu kama papai, parachichi au mboga, basi tuandikie kwenye maoni. Mpaka wakati mwingine, baki salama, baki na afya. Hii ni yanayojiri mitaani TV.